Ujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Hapa tupo Kigoma. Moja kati ya shamba letu ambalo tunalima mahindi. Na hapa kama unavyoona hapa nyuma yangu ni mashimo yameshakatwa tayari kwa ajili ya kupanda mbegu zetu ambazo zitakiwa ziwe tayari na ziwe zimeshafika hapa shambani kwa wakati huu. Na nilikuwa nimepanga kuja nazo hizo mbegu kutoka Morogoro mpaka hapa Kigoma. Kama unavyojua, operation zetu nyingi za shamba zipo maeneo ya Morogoro na pia Uh, tupo pia Iringa lakini, kwa maeneo ya Kigoma hapa tuna shamba mashamba ambayo tunalima fedi. Na hizi ni baadhi ya heka mbili na nusu ambazo zipo hapa na kuna sehemu nyingine pia ambapo tunalima ka, zipo heka tatu na nusu na sehemu nyingine pia zipo heka nne, jumla inakamilisha heka tisa ambazo tunataka kulima hapa maeneo ya mkoa wa Kigoma. Ujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Leo ni tarehe kumi na tatu ya mwezi kumi na moja ambapo leo hii tupo katika operation ya upandaji. Hapa tunapanda mahindi na hapa ni mkoa wa Kigoma. Tupo kwenye shamba letu la kwanza ambalo tunaita ni shamba 1 ama tunaita ni T1 ambapo ina ukubwa wa heka mbili na nusu. Na katika shamba hili tunapanda mbegu za DKC. Kama unavyoona hii ni DKC 90 89. Na, na pia mbolea ambayo tunaitumia hapa ni hii hapa ya DAP DA, ambayo ni mbolea ya NPK concentration yake ama ratio yake ni tisa kumi na sita kwa sita yaani, katika mbolea ya hii hapa kuna nitrogen tisa, halafu kuna phosphorus kumi na sita na pia tuna potassium ambayo ina sita. Kwa hiyo ratio ndo kama hizi hapa, na katika shamba hili hapa, kama unavyoona hapa kwenye hili shamba tumeacha nafasi ya ishirini kwa sabini na sita yaani kutoka shimo moja kwenda shimo lingine tumeweka nafasi ishirini sentimita ishirini na kutoka mstari mmoja kwenda mstari mwingine ni mistari aa, ni sentimita sabini na sita leo kumbu... tazamaji kwa nafasi hii ambayo tumeiacha yaani ya sentimita ishirini kutoka shimo moja kwenda shimo jingine na sentimeta sabina sita kutoka mtari mmoja kwenda mtalii mwingine tunapanda mbegu mojamoja moja, yani tunaweka punje moja kwa kila shimdahuu tumesha tumia kilo hamsini za mbore. Yani mfuko mmoja wa mbolea umeisha, na hapa napahatuafika ya eka moja kwa, tuna kwa, kwa heka hii moja naenda kutumia almost mifuko miwili. Kwa hiyo sasa size na ukubwa wa heka ambao utakuwa nao uta dictate kwamba tutumia mifuko mingapi ya mbolea. Nimekuwa nikipata swali hilo hapo kwamba kwa heka moja kwa kawaida natakiwa uweke mifuko mingapi ya mbolea. Ah, kwa kawaida ndio kama hivyo kwamba watu nilikomendi tumie kilo hamsini. Lakini kwetu sisi hapa tayari tumeshapanda kama unavyoona hapa, tunaendelea kupanda. Lakini tumefika hapa napoona hapa katikati. Lakini hatujafika mwisho mfuko mmoja wa mbolea wa kilogramu 50, umeishia hapo. Tunahitaji kuleta mfuko mwingine ili tuendelee kwa hapa. Kwa hiyo hakuna hesabu spesifiki kwamba kwa mfuko mmoja au kwa eka moja, unatumia mifuko mingapi ya mbolea. Guys, kama unavyoona hapa, hii ndio sehemu sasa, nyumba ambayo tutakuwa tunaspendi hapa, tunapumzika hapa, hapa, usiku wa manane kama mvua ikija na mpaka tumaliza hili eneo liweze kukamilika, so tutakapokuwa tumemaliza, ndo hii nyumba maisha yake atakuwa ameishia hapa tayari. Sasa hii tushatengeneza structure kwa ajili ya kuset humu ndani. Kwa hiyo hapa ni chaka tu, chaka shamba, kwa shamba, namna namna. Na niko na mwanangu pale, kama unavyoona hapa, naandaa msosi kwa ajili ya chakula cha mchana k naita nini, dina Lunch whatever utakavyoita, lakini huyu unavyoona hapa anaandaa msosi si, si. nduriretiuu ndaukuse luguru zive jambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Leo ni Ijumaa ya tarehe kumi na nne ya mwezi wa kumi na moja tupo tena site, tupo shambani kwa ajili ya kuendelea na mchakato wa upandaji hii. Tupo kwenye plot ya kwanza ambao ndio shamba one. Na leo ni siku ya pili tukiendelea na operesheni hii ya shamba Iko inanyesha na tunamalizia eka ya mwisho kwenye hii section ambapo ndo shamba moja. Kama mnavyoona, tuko shambani na operations kandai zinaendelea. Hujambo, mtazamaji wa Mako TV na karibu. Kwa majina naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer. Leo hii sasa tarehe kumi na nne ya mwezi wa kumi na moja ambapo ni Ijumaa, tumemaliza operation hii ya kupanda katika ploti yetu ya kwanza yenye ukubwa wa hekari mbili na nusu. Shamba hili lipo Kigoma, wilaya ya Kasulu, kijiji kinaitwa Nyakitonto. Na kwa hapa tumetumia mifuko saba yenye kilo mbili kwa kila mbegu. Nakumbuka kwenye shamba hili tumetumia mbegu za DKC. Katika shamba hili tumetumia mbegu hizi za DKC 90 89. Ah, tumetumia mifuko saba kwa eka hizi mbili na nusu ambazo ni almost kilo kumi na nne kwa hapa. Na pia tumetumia mbolea mifuko mitatu za kilo hamsini. Ya mbolea ambayo tumetumia hapa ni mbolea ya ruzuku ambayo imetengenezwa na kampuni ya Minjingu. Na kumbuka pia kwamba hapa tumelima kwa kutumia a, tumeacha nafasi ya katika shamba hili hapa tumeacha a, tumefanya plant spacing ya sentimita 20 kutoka shimo moja kwenda shimo lingine, na pia kutoka mstari mmoja kwenda mstari mwingine tumeacha sentimita 70 kwa hiyo kama unavyoona hapa, kama nilivyokuambia, short summary ni kwamba kwenye eneo hili hapa lote tumetumia Bo, a, mifuko hii ya DKC yenye ujazo wa uzito wa kilogramu mbili tumetumia mifuko kumi na mifuko saba.